E, mpenzi mtazamaji wa Rufiji TV ikiwa ni mwendelezo wa Kahawa Day na hii ikiwa ni mara ya tatu baada ya kuanza kule Mbwara, Ngarambe na leo tuko hapa Mohoro kwa ajili ya Kahawa Day, na kama tunavyojua, Kahawa Day ina tunazungumza tulipotoka, tulipo na tunakoelekea. Na leo tupo katika kata hii ya Mohoro ni kwa lengo la kutazama maendeleo mazima yaliyofanywa na serikali ya awamu ya sita ya Dk. Samia Suluhu Hassan ikiongozwa na mbunge wa jimbo la Rufiji Mohamed Omari Mchengerwa. Kahawa Day ni kujaji ama kutazama yale maendeleo yaliyofanywa katika wilaya ya Rufiji. Na hapa pembeni yangu niko na mzee wangu atajitambulisha, anaitwa nani? Yeye ni mkazi wa kata hii ya Mohoro, na tutazungumza mawili matatu kuelekea kwenye Kahawa Day. Mzee, habari yako? Safi, nikutambue kwa majina yako, anaitwa nani? Jina langu ninaitwa Hamidu Kasim Mangondo Mangondo Amidu Hamidu. Hamidu Kasim Mangondo. Sasa mzee wangu, nataka nifahamu kitu kimoja hapa leo tupo kwenye tunaweza tukasema ni hafla au sherehe za Kahawa Day, na hii Kahawa Day inalenga kutazama tulipo sasa hivi, tulipotoka, na tunakuelekea kwenye upande wa maendeleo. Pengine kwa upande wako mzee wangu, unawezaje kuzungumzia maendeleo ya kata hii ya Mohoro kwa sasa hivi tulipo na kule awali nyuma tulipotoka? Sawasawa, kwa hivi sasa hivi hapa tulipofikia, naweza kusema wastani tuko pazuri zaidi. Kuna majengo yaliyokuwa makubwa, tunaona kuna majengo yaliyokuwa mazuri tofauti na hapo zamani, miundo mbinu ya barabara, daraja ndo kama vile inaendelea kujengwa, umeona hivyo. Mojawapo ni katika vitu vya maendeleo na machache tu tuna, na tunaendelea zaidi. Naona bado barabara hii hapa Mohoro kuelekea, naona bana, ili kuunganisha na Mbwela. Hiyo ndio sehemu yenye matatizo hapa Sunga na maeneo ya mwake pale kwa mliambelele, lakini nina uhakika mia kwa mia Kingongo tayari imeshaanza, tumeanza ndundutawa kuja Kingongo, na hivi sasa tunaelekea, unasema wastani, hivi sasa tupo juu kimaendeleo, pengine ukitazama ho kwa miaka ile iliyopita kwa wale wabungi ambao walipita huko nyuma, maendeleo yao ukitazama na utenda kazi na sasahivi kwa wabunge waliopita hawo wazamani, kianza Bibi Titi Mohamed, unaona bana, hawa akina mzee Mkale, akina mzee Mtauka, akina Mtambo, unaona bana, wote hao ni wabunge walipita. E cha kwanza hata kielimu tunaweza tukasema tofauti, unaona bwana. Kweli kwa kipindi hicho cha Mjerumani aliamua yeye kama yeye, na haikuwa hapa Mohoro, ilikuwa Msomeni kule, kulikuwa na jineli, unaona bana watu wote hapa kwa kinu cha pamba kule, wote kwa mwaka mzima ilikuwa unazunguka faida, pato, kila kitu ni pale pale, na kwa pa tarafa mzima. Baada ya uhami kuondoka kuja wabunge hao tunayasema, warufiji wazawa, unaona bwana, hapa Mohoro kama sikosei ni hao wawili, unaona bwana, wazawa wa hapa, lakini hakuna kilichoendelea, mpaka ukija bwana Bakari Muhema Mbonde vile vile hakuna tulichoiona lakini, visevi mheshimiwa nasema, kavuta hatua sana. Kama kumbukumbu kumbu, nayo tumewahi kuja ikulili ikulilia, tukapiga madadi pale tukafika mpaka ghorofani pale unaona bwana, katika Rufiji FM. Unaona bwana, mimi mmoja wapo nilikuwepo, bwana Kinjogo mia ananijua nifahamu vizuri tu. Unaona bwana, hiyo ikulilia mwanzo si unaona bwana. Kwa hiyo naweza kusema tumepiga, sasa ukija ukiangalia hatua wastani, unaona bwana, na bado tunaendelea ah. Pengine kwa upande wako ukitazama mradi mkubwa unaofanya katika kata hii ya Mohoro, mradi wa ujenzi wa daraja kubwa la Bibi Titi Mohamed. Wewe kwa upande wako unautazamaji mradi huu wa daraja hili? huu mradi uko vizuri kidogo, lakini kuna jambo linaloweza kukaa kidogo ndani ya kichwa changu kunipa sitofahamu, unasuasua mpaka watu tunawahi kuweka mashaka, imekuaje? kwa nini mboni hivi? Lakini hivi sasa tunaona hali inakwenda lakini ule ungaliko bora zaidi. Hakuna daraja iliwahi kujengwa katika hii Rufiji au kwa mto huo Mohoro. Pengine kwa upande wako pia ukitazama ujenzi wa zahanati madarasa katika kata hii ya Mohoro, kwa upande wenu pengine ukoje? Naweza kusema madarasa hivi sasa yako vizuri zaidi, kama utakwenda Kingongo kukuta madarasa ya shule za msingi we mwenyewe utakuwa unaridhika. Hata hospitali unaona bwana tu achiambali kituo hichi cha afya kilichokuwa hivi sevi na kile kinachojengwa hivisevi, majengo tofauti, maana yake ipo juu zaidi hivi sasa. E, salamu za pongezi zipo, nampongeza mheshimiwa azidi kutuendeleza Warufiji hatujue kama ndugu zake. Na hata kuna mradi wawa watu wa Korea wa mafuta haya ya chikichi, unaona bwana. Naona jana walikuwepo kata ya Chumbi, walionyesha au walikuja kutambulisha mradi na baadhi ya watu tayari wamesha ridhia baadhi ya wajumbe katika Chumbi tatu zile kule, unaona bwana. Bado katika kata hii ya Mohoro, hicho kitu nakiona kitazidi kujenga maendeleo tofauti. Siku zile kulikuwa na kiwanda cha nini cha pamba, sasa hivi kutakuwa na kiwanda cha Ha, ha. Na halafu vile vile tunasikia wenda ikawa na kiwanda cha ndizi unaona bwana. Sasa vitu kama hivyo vitakuwa vinazidi kutuboresha Warufiji, lakini cha kumwomba mheshimiwa rais pamoja na mheshimiwa mbunge wetu aangalie sana wazawa sisi, watu Warufiji elimu yetu ipo chini sana, ndio kwanza hivi sasa tuna vishule hivi vya sekondari vinaweza kuinua kidogo lakini atuangalie sana juu ya umasikini wetu tuliokuwa nao na uchache wa elimu tuliokuwa nao. Basi sawa, mi ni kushukuru sana mzee wangu na karibu sana kwenye kahawa.